Tunaita eneo la pembejeo na zaidi, kwa sisi huwa ni maeneo matatu kwamba mbegu, mbolea, pamoja na vile viuadudu na viuagugu. Sasa tukianza na mbolea, aina ya mbolea anayopaswa kutumia mkulima inaamliwa na hali ya afya ya udongo, na tunawasisitiza sana wakulima wetu kwamba wafanye mawasiliano na afisa ugani kata. Pia kupitia ofisi za vijiji ili wafanikiwe kupimiwa afya ya udongo. Afya ya udongo inatoa mapendekezo makuu mawili. Kwanza, aina ya mbolea anayopaswa kutumia mkulima, lakini pili, aina ya zao linalofaa kwa eneo lile. H huo ulikuwa ni upande wa pembejeo kwa maana ya mbolea. Jambo la pili, upande wa mbegu. Wakati wa kuchagua mbegu, mkulima anatakiwa kuzingatia kwanza hali ya hewa ya eneo lile, kwamba je, mbegu ile inafaa na inaendana na hali ya hewa ya eneo lile. Mfano, ukiangalia kuna maeneo ambayo yanapata mvua muda mrefu, na kwa mkoa wetu wa Kigoma kuna maeneo ya Buhigwe pamoja na Kakongo ambayo huwa mvua zinaanza za vuli mpaka na zingine za masika zinaenda mwezi wa nne, mwezi wa tano kipindi chote kinakuwa kina mvua hmm. Eneo lile mtu anayepanda mbegu hawezi akapanda mbegu sawa na mtu ambaye yuko eneo la Nguruka kule ambapo panaelekea Tabora ambapo kwa kiasi kikubwa huwa panakuwa pana mvua chini ya ukilinganisha na maeneo mengine. Kwa hiyo mkulima anatakiwa kuzingatia sana hilo, kwamba mbegu yake inaendana na eneo lake. Mfano, utabiri wa hali ya hewa mwaka huu unaonyesha mvua zitakuwa chache. Sasa kama zitakuwa chache, anavyokuwa anaenda kuchagua mbegu, anatakiwa achukue mbegu ya muda mfupi na inayostahimili ukame. Sijui tunaweza tukawa tumeelewana hapo. Kwa hiyo na mara nyingi kwa mazingira kama haya tunashauri mbegu zinazokomaa ndani ya muda mfupi, ndani ya miezi miwili na nusu mpaka miezi mitatu. Namna ya kuzitambua mbegu, ndio maana mwanzo nikasema atafute taarifa sahihi. Cha kwanza, anaweza akamwona afisa ugani wa eneo lake akamshauri mbegu inayofanya kazi katika eneo hili ni aina hii. Mfano ukiangalia aminika 403 ina uwezo wa kukomaa miezi miwili na nusu mpaka mitatu, lakini ukiitafuta Pionea 38:12 yenyewe ina uwezo wa kukomaa kuanzia miezi mitatu mpaka miezi mitatu na nusu. Na taarifa hizo pia kwenye kile kifungashio cha mbegu zinakuwa zimeandikwa. Kwa hiyo kwanza, anzie kwa afisa ugani, lakini pili, yeye mwenyewe anavyokuwa anaenda kununua mbegu kwenye duka la pembejeo anaweza akaona taarifa kwenye kifungashio cha mbegu. Sema tu changamoto kubwa imekuwa ile kwamba kama binadamu tuna mawasiliano, mkulima unaweza ukakuta na ndugu yake yuko Iringa, yuko Njombe mm. akamwambia nimepanda mbegu aina fulani imezaa sana, kwa hiyo na yeye akaamini kwamba nikichukua ile ya kule nikaleta huku inaweza ikafanya kazi. Hiyo ni changamoto baadhi ya maeneo okay. na kimsingi, iko kitu hatushauri kwa sababu hizi mbegu zinaenda na ukanda, hizi mbegu zinaenda na hali ya hewa. Eneo la mwisho kwenye viua dudu na viua gugu, hii zaidi inategemea hitaji la mkulima mwenyewe kwamba unahitaji mfano kiua gugu, unahitaji kile cha kutumia kabla ya kulima au kile ambacho tayari umeshapanda mazao O, pia anaweza akafika pale maelezo yameandikwa kwenye hivyo viua gugu, lakini pia anaweza akapata ushauri kutoka kwa afisa ugani au yule muuza duka ikiwa ni mtaalamu. Lakini kwa upande wa viua dudu, kitu cha kwanza cha kuzingatia ni usalama wake mwenyewe, kwamba kuna baadhi ya dawa kwamba inapaswa labda ipuliziwe kwenye pamba Dawa hiyo haitakiwi kwa namna yoyote ile kupuliziwa kwenye mazao ya chakula, kwa sababu kiwango cha sumu cha kukabiliana na wale wadudu walio kwenye pamba, mfano ni kikubwa kuliko kile cha wadudu ambao labda wako kwenye maharage, kwenye mahindi. Kwa hiyo, kwa sababu ile sumu ni nyingi, ikitokea kwamba ametumia ile sumu, kunakuwa kuna mabaki ya sumu kwenye mazao. Kwa hiyo mwisho wa siku mbele ya safari tunakuwa tumetengeneza shida. Tunakuwa tuna chakula ambacho kipo lakini sio salama. ko Okay. Hiyo ndio kwa ujumla kwa upande wa pembejeo hizo.